Uh, mtu wa Mungu huyu mzee nilipokuwa gerezani, ataeleza mwenyewe alikaa miezi mingapi au miaka mingapi, lakini mimi kwa kule gerezani ilikuwa kama baba yao ilisha liovaa an ndo nilo mnonolia nikiwa gerezani kama sijakosea yeah. Eh, ilishati ni kama, kama na suruali yeah, yeah. Ni kama na suruali nilikuwa nawaambia vijana wangu ikiwezekana wa, wa, wa, wa, watu walio na shida sana wa wanonolie nguo. Kwa hiyo wakati fulani nilikuwa nawapa chakula, lakini huyu mzee aliingia gerezani, sitaki kuchambua sana kwa undani, lakini aliingia akiwa na busha kavimba hivi, ila bado aliambiwa kwamba amebaka watoto. Aliambiwa kwamba amebaka watoto. Ilikuwa inaumiza sana. Ilikuwa inaumiza sana. Kajaribu kujieleza, jamani, mimi na busha nimebakaje? Ama askari aliwaonyesha niwe bakaje? <coughs> lakini kwa sababu yeye kwa maelezo yake <coughs> anasema kwamba kuna mada alikuwa naishi, anaombaomba sana kwa zile kelele zake, ni kama kuna jirani ambaye aliona, sasa nitampotezaje? sio anaombaomba sana, ndipo akaona njia ya kumpoteza nikumpa kesi ya ubakaji ambayo baadaye alifungwa. Basi ndio hivyo, hatukuwa na jinsi tumsaidieje tutamtoaje? Na huwa inaonekana kuwa mahakama e, yenyewe inamtoa mtu kwa kuamua kwa mambo ya sheria. Ndio maana mimi mara kadhaa nasema pangetakiwa iwepo njia ya kibinadamu, kwa sababu binadamu, utu uko juu ya sheria, unaoweza kumnasua mtu mahali anapolia kupita nje ya mifumo ya kisheria, lakini kwa sababu dunia iko hapa, mzee wa watu amekaa gerezani kwa muda ambao atausema yeye hapa e, lakini baadaye, asante Mungu kwa huruma na pendo, lakini pia na mamlaka, huenda ziliona ziliona kwa kweli huyu acha tumpumzishe, vyovyote busara alivyowatuma, leo yuko hapa nje. Kilichonisikitisha ni kwamba nilisikia siku nyingi ametoka, nami sikuwasaidia ili waje wao washirika wangu, sikuwasaidia ili waje wanione mtu wa maana lakini wakati mwingine wakikwama, wametembea sana huko duniani, wamekwama, wao wanakumbuka kuna baba yetu alitukumbuka tukiwa gerezani kama hapa. Alitoka siku nyingi, ataeleza hapa alitoka lini ta, ta, ta. Nitamuuliza swali alitoka lini. Lakini eh, alipotoka basi aliendelea tu huko, baadaye akafanya ajali, akapata ajali nadhani akapata tatizo unaoliona kwenye mkono hapa. Baada ya hapo hospitali walimsaidia, lakini walimwambia siku utakayokuja kutolewa huu mwogo, uje na shilingi elfu hamsini. Katika kota alikopita, ndugu jamaa marafiki, bila shaka aliona ni jambo hawajamsaidia. Alijatatuka, kakumbuka tulikuwa na baba yetu gerezani ambaye alikuwa anabeba sehemu ya mizigo yetu, ngoja nikimbilie huko na mimi pamoja na ukata, utata, ugumu mwingi naopitia, lakini unaona, Mungu ndio kanipawa ndio watoto wangu. Kichache ninachoweza kuwa nacho kiwa ndani ya uwezo wangu, mara nyingi sioni shida kujumuika nacho. Kwa hiyo hiyo shilingi elfu hamsini nimeona tu vizuri ni mpe nimkabidhi. Hiyo elfu hamsini ni mkabidhi, nadhani hiyo iko kamili. Simama tu, mtu wa Mungu simama, ni mkabidhi hiyo shilingi elfu hamsini. Na, bila shaka basi mwingine mtu yeyote ambaye unaweza ukajisikia kufanya chochote juu yake. Anabusha kavimba mpaka sasa hivi, anasema anatumia tu dawa za kienyeji chonde chonde, kama kuna mtu najua njia ya kufanya dawa. Anasema walimwambia wakifanya operation upande mmoja, baada ya muda watafanya operation upande wa pili, inawezekana akafa. Kwa hiyo mwisho wa siku anaamua kutumia njia hizi tena za kwamba pengine aendelee kunywa dawa za kienyeji na kuvumilia, asije akapoteza uhai. Lakini mara nyingi maelezo kama hayo yanakuaga kwa watu ambao wana wana uwezo mdogo. Lakini ikitokea watu mkasikia kahivi, mkaniona mimi, inawezekana mkawa na njia ya kumsaidia yeyote, utakayesikia kumsaidia mzee huyu na chochote juu ya hayo yote niliyokwambia, utamsaidia yeye. Ni mhubiri, ni mtu wa Mungu tu, na hata alipogongwa Alikuwa kuhubiri anayehubiri. Ni sahihi kiasi gani, ana udhaifu kiasi gani, wewe jua tu, afadhali anayefanya kazi ya uhubiri. Biblia inasema ni mizuri kama nini miguu yake apelekaye habari za mema. Kwa hiyo yangu ni hayo, lakini nimuulize tu maswali mawili matatu kabla sijampa nafasi atoe neno lolote la shukrani au neno lote, lote, ayo nalo nataka tujue, nijue ne, ulikaa muda gani gerezani? Ha, nina shukuru mtumishi mm. wa Mungu. Mungu akubariki katika hili. Mimi niliingizwa gerezani mm. aa, mwaka elfu mm. mbili na ishirini na mbili. Umetoka mwaka, mwaka gani? Nimetoka mwaka elfu mbili na ishirini na nne, tarehe ishirini na sita mm. mwezi wa sita tarehe ishirini na sita mwezi wa sita. Uliingia elfu mbili na ishirini na mbili mwezi wa ngapi? Mwezi wa kumi na mbili. Maanake umekaa mwaka mmoja na miezi sita, nam okay. Basi kutoka hapo ndipo nikatoka tarehe ishirini na sita mm. mwezi wa sita. Huu mkono umefanyaje? Watu wajue huu uh, mkono mm. Baada ya kutoka, nikaenda nikakumbuka mm. kwamba aliyenitoa mm ni Mungu ametumia watumishi wake mm. wa serikali mm. sio kitu chochote wala sio mtu yeyote, bali ni Mungu mwenyewe mm. Akatumia aa, viongozi wake wa serikali mm. kwa ajili ya kunitoa hivyo mm. Basi mm. nilipotoka nikaenda kuhubiri, nikamkumbuka huyo Mungu aliyewatumia mm. watumishi wake wa serikali mm. pamoja na mtumishi mmoja ambaye ndio wewe mm, wakati unakuja mule unatufariki mm, pia nikaondoka kwenda maji ya moto songwe mm, ili nikamhubiri huyu Yesu mm, aliyenifanyia matendo haya mm, nilipotoka huko natembea chini mm, nimechoka mm, kuna mtu mmoja alinipa senti ya ndizi kwamba inisaidie njiani mm, lakini nilipochoka nikaona nichukue hii senti nitumie kwa nauli nilipotaka nikapande gari tarafani mm. Basi nikamuuliza kijana mmoja, je, ni njia ipi imepita tarafani nikapande gari nimechoka kutembea mm, akanionyesha katika kunionyesha, mm. nikakuta haisi imetoka kule, ilikuwa ni saa moja na dakika 27 mm. jioni. mm. ikatupiga ika wote wawili na huyo kijana mm. ikatutupa kwenye barabara ya pili ambayo Samia anatengeneza. mm. hivyo basi tukafikiriwa kwamba tumekufa, mm. lakini asante Yesu, wabodaboda nisiowajua wanijui, mm. wakaniokota na kunigaramia, mm. ndo mpaka unaniona hivi okay. Mtu wa Mungu, na kwaidi atakuja kuongea siku nyingine. Ni mtu anayeongea sana hapa, atatupiga maandiko ya kutosha. Hivi ninavyoongea naye, nimeacha wageni ofisini, nime ndio maana kwa sababu ninaweza kuwasikia watu wanaomba, nimesimamisha ibada kwa muda, kwa hiyo kila kitu kimesimama hapa. Kwa hiyo siku nyingine atakuja kuongea vizuri, najua na maswali mengi. Pengine mtakapouliza mengi sana kwenye mtandao, nitamwita ili aje aseme aje ajibu mwenyewe hasa mtakayotaka ayajibu. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Mimi nikutakia Niku, wakati mwema, nina muda mchache, pengine neno moja kwa fupi, unaweza kusemaje? Naam, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya ninyi watumishi wa Mungu ambao mnazijua shida. Ndiyo. kama Yesu alivyosema kwamba siku ile nitawaambia, hmm. Tazama nilikuwa ninaumwa mkaja kuniona hmm na pia kama Yesu alivyosema, lieni na wanaolia mm. Sikitikeni na wanaosikitika mm. Ombolezeni na wanaomboleza mm. Lieni na wanaolia mm. Pia umieni na wanaumia maana, mm. Mkifanya hivyo mm. nami nitawasamehe hata dhambi msio msizozijua mm. nami nitawasamehe hivyo. Basi, kwa kufanya hivyo, huo ndio Ukristo, naitwa Ukristo. Ukristo siyo jina au siyo kuliitia tu jina la Yesu hapana. mm. Ukristo ni matendo ndio Yesu anasema mtoatomba kwa matunda yao mm, sio wote waniambiao Bwana Bwana watakua ingia ufalumu wa mbinguni. Hapana mm, ni yule atendaye mapenzi ya Baba na kutii neno mm, huyu ndiye ambaye ni mwenye ufalumu wa mbinguni yeah. na huyo ndiye atakuwa mwanafunzi wangu kweli kweli na Yesu anasema siku ile nitawaambia, tazama ninaumwa, nilikuwa naumwa, nilikuwa mgonjwa. mm. ndipo nao wa kushoto watajidai haki wakisema, lini Bwana tulikuona unaumwa? mm. ndipo Yesu anasema nitawajibu ya kwamba jinsi ambavyo hamkuwatendea wale niliowatuma kwa jina langu, mm. hamkunitendea ni mimi. mm. ndipo Yesu anasema Nita wa, wataniambia kwamba tupe ruhusa basi tukaishi tena ili tukawatendee hivyo hivyo. Kumbe ulikuwa ni wewe. Wale watu wale tulifikiri ni matapeli, tulifikiri ni waongo, kumbe ulikuwa ni wewe Yesu. Yesu anasema ndiyo, nilikuwa ni mimi. Ndipo Yesu anasema, wataniambia tupe ruhusa basi tukaishi tena ili tuwatendee hivyo hivyo. Ndipo Yesu anasema nitawaambia kwamba muda wenu wa kutenda hayo umekwisha, nendeni mkajute milele. Huko ndiko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Mungu awabariki Amen. Amen. Sana, nimekwambia ni mwongeaji, ana na tuchapa maandiko hapa k tuipokua kwa gereza na Biblia muda wote, na kuna Biblia moja nilimnunulia swindo hii ama ninyinini ama nyingine, lakini ninyin ninyin ninyin ninyin, okay, katika hali yote Mungu akubariki sana. Mimi nasikia vizuri kwamba mm, wakati mwingine nakuwa rafiki na wanyonge asiyeweza kukurudishia chochote, ambaye hatukimpa chochote. Ukiwa na wewe kwenye hali ngumu, bado atakuja kuombe we mwenyewe, na bado ni we mwenyewe unayetakiwa uwajibike, tena hana chochote anachoweza kukurudishia mimi, kwa sababu hawa ndio wamekoma rafiki zangu, hata nikiwa gerezani, hata nikiwa mahali pengine popote. Anyway, nasikia fahari sana ya kwamba nimejaribu kufanya kila ambacho duniani na isikiri kwa sahihi sana kifanya, ingawa ni kwa maumivu makali na uchungu mwingi Mungu akubariki sana wa si, Mungu. Zimekuwa tofauti tofauti kabisa. Maana wao wanachukua taratibu za kidunia kwa maana ya kwamba wakisema kwamba wengine ni matapee. Kwa hiyo wanazuia na wale wana ambao wa ukweli kama shetani alivyopanda. Amina. Asante. Mungu akubariki sana sana. Ni pan